Wee, tuko live, tuko live. YouTube channel ya Mjini FM unaweza kuona Habibu K anachokifanya. Lakini vile vile D City boy yuko hapa. Sogi, niko hapa. Kemi yuko hapa. Cannabino yuko hapa, DJ Matrix. Wee, wanangu, mbona tutaki kum test <laughs> Hapo hapo tutasanda tutasanda yeah. Sisi sio vitu sema sema sema, tayo tayo tayo, yo uh. <laughs> <laughs> yo <Yeah, but. Yeah, laughs> that was crazy Canabino is like kama ume appreciate jamaa anachofanya ni. Kama kuna watu walikuwa wanasema kwamba kuna kizazi kama kimefikia mwisho cha watu kuwa wakali Oh. Unavyoona hapa kwa Habibu K ni kama ni new generation you know. Umekuwa surprised uh, naweza kusema hakuna limit hapa duniani yeah. It doesn't matter popote unapotoka mm. Mtu anaposema kitu chake mm. Ni mawazo tu ya mtu mwingine yeah. Sijui umeelewa mm -hmm. Kwa hiyo haikuzuii, haikufanyi chochote mm. Ni obvious tunakotokea Tanzania ni sehemu ambayo mm. Uh, asilimia kubwa ya watu nini nini. Kwa hiyo inakuwa limitation kubwa, kwa sababu bado vitu vingi bado nchini. Kwa hiyo, ukisikia sijui, mtu anakuwekea kitu fulani huwezi kufanya hiki, huwezi uh, huwezi hakuna mtu anaweza hiki hakuna yeah. Mtu anakuwekea yeah. mm. Usiwaze usi kwa sababu hakunaga hicho kitu duniani yeah. Yeah. Yeah. Only sky, yeah. Sky is hakuna uh, yeah. Yeah. Yeah. <laughs> Just an area view tu dunianikia weye, kuna sehemu nyingine pia utaona ambayo utaise ni iko hivi upewa macho yetu mm. ya mwanadamu mwisho kuona unaona blue mm. Kwa hiyo yeah. unaweza kuona clouds, lakini ile blue sky unayoona ile unayoona yeah. ni uwezo wako, macho umeshia pale, pale. Lakini kuna vitu vinaendelea pale pale, yeah. you you can see yeah. <laughs> yeah, oh. yeah. <laughs> yeah. yeah. yeah. <laughs> tuna na na nani pale unaona <laughs> nyingine. <laughs> <Kipuka> <laughs> pungine, yeah. unaona, kwa hiyo you just amacho <laughs> ya kieli yeah. rangi yenyewe ambayo imeichagua ni blue yeah. you just got to keep going kwa <laughs> sababu <laughs> Sky is just an area of you, man. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kon, tunajua wanasema siku zote uh, huwezi kuwa mimi wala mimi siwezi kuwa wewe hmm. Na hata mi wasipendi mtu aulize, labda unavyomwona Habibu K atachukua miaka mingapi kuwa kama konboy niki, tunajua haiwezekani kuwa, ataendelea kuwa ni Habibu K. Habibu ya thani, nini between. Habibu K, yani nini afanye ili kufike game yake ya rap kuwa juu zaidi Uh, not just uh, not just game yako tu ya mziki as a person mm. as well. yeah. ni between wewe na universe hakuna yeah. mtu mwingine yoyote hapo kati no. so you gotta do what you gotta do mm. chochote kinachokuja kitu kimoja universe mm. haisikii vitu vya mwanadamu mpaka vitoke mm. yes. sijui umenielewa ukitoa yeah. kitu chochote yeah. make sure

Eventually it's gonna return man. Hiyo beat niongeze sauti. Shout sana kwa wana mba wanatucheki live kupitia YouTube channel ya Mjini FM. Subscribe, dodosha comment pali sana. Yeah. Wasanue wana kwamba sana lakini, lakini, lakini wana. Hii ambayo inaendelea hapa ni rusha rusha, Usio. Yeah. Kamili za hapo. kubwa zaidi tupo na Canabino na Conboy, lakini pia tuko na Habibu K. Hawana wanawakilisha vyema sana Morogoro, si kama wananielewa. Eeh, kwa hiyo There, bro? Yeah. Matombo. Yeah. Yeah. is my city, yeah, yeah. unanelea sijui na mm. Hey, nimepewa taarifa anatokea An, Matombo nomba yeah. <laughs> zingatia hiyo <yonambo. laughs> <laughs> Habibu K anatokea eneo linaitwa Matombo, Morogoro na rudia tena yeah. Yeah. <laughs>

Niliwahi kumuuliza bibi, alinipa historia yake ni nzuri sana. So, nakuwa na niko proud sana kwa sababu mimi wazazi wangu walinizaa nikiwa Dar es Salaam, Mwananyamala hospitali. By the way, nikabidi nifuatilia asili yangu ndo nilichotaka kuwa proud nacho. Sikutaka kuwa Dar es Salaam, sikuwa navutiwa na hilo kwa sababu Dar es Salaam the artists ni wengi sana, watu wanajisifia mtoto wa Dar, mtoto wa Dar, ndo mimi nimezaliwa Mwananyamala kabisa nimekuwa Kinondoni mm. that's rest in peace, babangu mdogo alikuwa mkubwa zaidi mitaa ya Kinondoni mchicha yeah. so yeah. by the way Cloud yangu mimi kubwa yaliniambia kwamba chunguza asili yako upate hivi, kwa niko cloud sana na Morogoro. Morogoro Morogoro is massive baby yeah, cloud cloud sana sana kwa mluguru natoka Morogoro yani. niko cloud sana na Morogoro yeah. Na wanasema mkata kwao ni mtumbo of course, well, no time right? kuna ujamaa, mimi naomba atakana bini wasimjibu nimjibu mwenye alasema anaitwa Swale Nyundo Ticha Mrangi wa hubi Hmm. Anatupata akiwa Kibamba chama hmm. Yeye anasema eti Kanabino mbona akapotea sana kwenye game, na vipi kuhusu mitandaoni? Hatumuoni <laughs> na aposti kabisa oya. Kanabino ana ngoma mpya inaitwa Tilalila yuko na Mario yeah. na wewe hiyo mitandaoni, aisema wewe umuoni? hmm. Mimi namuona kila dakika pale X. Yeah. Yani mmoja kati ya wasanii wa rap ambao wako X muda mwingi mm. Kanabino pia yumo. Yeah. Sasa Instagram check ile account ambayo imeanza na C kuna yeah dot Kanabino au sio? Yeah. yeah. Usipotee potee ziko nyingi za na ingine. Kuna wengine. Yeah. Jana jana pia niliona yeah. By the way, mwanetu mm. Joshua. Yeah ni Ni big fan wa Kanabino. Yeah. Yani, right yeah. yeah. Yaani right now tunavozungumza hapa yeye yeye, yuko nyumbani. Anasikilizia mchongo na graphics. Yeah. Yeah, yeah, kabisa. jana Jana sasa Sasa hey, mm. mimi mimi hii hii account account yeah. anatengeneza cover. hiyo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. au jamaa ni Instagram. Nikamwambia yeah. <laughs> wewe labda kabadilisha tu jina. Weka hapo hapo. tuondoke. let's get it. yeah. Right. yeah. <laughs> <ina> <laughs>

After party na ananicheki anapiga simu kila nyakati kila wakati, ananiulizaga, mbona unavuchana kama ngweo wa mikasi na mjibo, la hasha, mimi naitwa bibu keze, good face that's why plucked game kila wakati na message kila wakati kujibu, sometimes ananifanya na relax ananambia, mbona wewe ni mkali na kuliko wote, namwambia, pana la hasha, usinipake tope mimi, nakadilia njia nilochagua nataka pia kuipitia, naweza nikakutumia kwa jina la superstar mwisho Siku nkakuacha vile ambavyo utacheka, niache tu na njia zangu mimi na dream zangu peace, kama kemi ndo naweza pita nazo bila matangazo, yes, sasa kujitoa mnazo kamera ikinichukua na kwenda pia mtaani, ni slogan ni kuinua wanangu walokopo maskani. Ndoto haitimi kama unafukiza tu majani bila kuwaza kesho yako, itajikuta kwa kizani. Shout out kwa kila mtamba anapambana, kila winga unakimbiza usiku mpaka pia mchana. Nyumbani wanakula na wala wanalala njaa, hakikisha na uzumba hakikisha unapambana vitu na vinapatikana kwa kila pia masaa, nimezaliwa kui challenge game na way challenge fam na vile ambavyo naifanya hiso kwa ajili ya fam na naifanya kwa ajili ya kuipata more money. Ili kuhakikisha nyumbani food inapatikana pia mezani, nice kwa maana kila chaka kwa chaka na pita chaka kwa chaka na vile ambavyo nimepata na kwa ni vile so doctor ama flaws inabaki kama pictures nimechagua kuwa raundi so ya tisa na sisi ni tisini na mbili nukta tano na hapa tupo kwa ajili ya kufungua kila mabano kizazi kingine cha rapper best I'm the best na kutoka mimi vinatoka vipaji new test, kwa maana kila kitu nachotaka no stress, wangapo mapotea kwenye vichwa na stress game na nitaka na mimi naipangilia kila licho kichagua ndicho licho kusudia, nacheza na rap kama na beat vile ambavyo niko saa ndio ni game vile ninavyotaka kipi bima saa that stuff hii kama nataka inakuwa ni dagi ama kuchelewa kidogo na imwage nyagi na nikiwa club kidogo ni kana dagi huku pesa nyingi natumia ni kama mtagi mala kila tobo nimetoboa kila stagi bado naenda mjini bila tagi nafikiri naeleweka. mi namjua Williamu kabla jawa bil nasi zizo Mkunguni Primary way back stili mpaka leo sio mbitagi afu bado pia natililika kwenye njia zangu kama maji niogopo kinisikia kwenye kila bit open. Stili, niko flow niko vizuri kilaiuri no.

dunia bahali naiona kwa mbali nikiwa nashuhudia niki change boti kama na change bugati flani pole pole zali isa story za isa juezi nasikitisha so story picha like so feature utachagua wewe ni kuchague kwenye hiyo kolabo na kuficha mimbaya kabisa story za kutisha so nachagua nachagua nazikazia ama flow ziko safi vile nazichapia mimi niogope so kizazi kingene we daspia nasikia ama freestyle squeezy working atangani nata ya uongo kila siku na kinata nata, mimi najenga street mtani for hustle hustle. Nimetokea kwa mtaani na struggle, kubeba winga kukimbiza kila mchongo, kila kali unapigika, peleka go bwana, stress sana unapigika. Kuna muda vitu viko tofauti ile kabisa, ata zipande biti kumi, mimi si change flow, sina change flow, mimi naifanya vizuri so kama show. Ukiwa mageto mesizi, unasikiza hizi flow zinakupa faraja kidogo, just a little more, kesho kidamka, mshukuru tena Mungu kwa maana kuna wenzi Familia ngapi zimepoteza kaza una wangapi wamepoteza kuna stimu kaza. Mungu jali amani, pale Kongo zinapotea ndoto za watoto wadogo, wanabako wakina mama, zina sisi ndoto wangapi wamepotea kwenye vile vitu moto. na Mungu tulidia amani yetu, jalie afya kwa rais wetu, mlindie mama yetu, jali kizazi yetu, chetu tulindie, tamaduni mbaya taifa letu, tunachokuomba ni wewe tu, msaada tu

ne shida joni kama vile cenji tukos. Hapa ni Mjini FM, tunatupa mawe namina, natupa flo vizuri sandakalawe kwa maana sio shida vizuri, sirudi kwako, umenipata, ujanipata, hiyo ya shauri yako. Ninachofanya mimi kufikisha mtani, lengo ni kuzindua akili zilizokizani, ni kukuzindua kama uko darasani. Naenda kama ticha, ila sio konde boy, na kila nikiflow pia, nashukuru mna enjoy vile ambavyo pia mnapenda kila siku. Yeah, yeah, sikuiage yeah, Matombo ndo nyumbani navopita kama niko tuli, yani na kula ndizi na maboga na masheli sheli, alafu natulia nikisikiza ngoma pia za Makaveli na Young Killer na kuja kushika chikiti cha Godzilla kwa maana flow ni kiflow na nanatia sila ini bini kumi na tatu, lakini mimi nilizaliwa Agosti 27, that's ushanipata. So tatizo labda na vihiti sina, hata nguvu ya waganga, nguvu ya Mungu inanifanya kwa najua si nili fasta cheza kasi cheza bati, ama flow ziko safi. Kuna keep it smart, keep it taki, just some niggas basi. Mimi naweza ku flow mpaka kesho pakuche, basi keep it back. Nikifyatuka unaweza sema imetokea lisasi le kibad kasula flani kana langi flani ila ndo jina lake, nimesikia kemi flani sijajua, natoka jiji gani? ta flani yani. Yes, yeah, siri mani kama swagi flani tatu za kuganga kama tagi flani mwanangu kana bino ka fly nyumbani flani si unajua tena tagi la Molo liko na big is money gang flani kama gang flani kama ukinikosa na made boshe unajua niko na flight mlook mola yote kuhakikisha Molo na pepe wani tagi flani hakuna rapa kututisha wote tumewa kwenye kaya money waya money nikiwa Molo najisikia free kama niko vile wani money kaya money ikiwa kwa pepo tuko pale na afande sele kaka mkubwa badis money

Nataka hapo, yes, ni staki ila jibu nalo kupa litabaki kismati. Maana nikianza kuchana ni kama niko Jamaica, ama still kwa saika, ama flow ni saifa, michano ni mingi mpaka sometime na taika, ama still kwa saika, cheza flow zinachukua reta kamela, wanangu komtani ondo eni wa usela. Peace and love kwa nangu wote walioko jela, najua wengine wamefungwa kwa kesi za kusingiziwa

Nikianza ku rap rap wanasema this is bad news na sina tena zile za kubeta beta ama za maniga na ziketa keta. Kuna story tena nige story pesa pesa tulichagua wenyewe ni kupeta peta nikitwanga hata peta peta a amaaibu classic sound. Sijajua nimechana muda gani, ila ninachojua na nanawapa burudani. Sijajua ini show itaisha muda gani, la nimesikia kasa sita ni saa saba fulani wanangu wako mtani wananipata ile pia siku hizi wapo kijiweni wana si zile pia shokali, kama hii utaipatia wapi kama sio Mjini FM? Tuko Masaki hapo nje kuna lady carpet safi, wanangu tukitoka tukapige picha smart. yes, yes, line yes, on the bat. Sijuni malize ni shie kati kati, nimalize nishie ananiambia basi. Basi, e bane, basi. <laughs> Habibu K ukimwacha anaweza ka rap siku nzima. Yeah. Tuko live kwenye YouTube channel ya Mjini FM lakini pia mm -hmm. Tusikilize kokote duniani kupitia website yetu mjinifm.co.tz. Yes, mm. Lakini vile vile tukamate kwenye Radio Garden, watu wako YouTube wanatusoma live right now. Mm. uh, Boniface Mwashimba, okay. anasema Mwashimba kutoka Tubuyu, Morogoro mjini anasema ni aje mmetisha sana ye anaitwa Mashimba lakini vile vile ram ya bibi anasema mm, sema leo kuna michano wapo mjengoni no. Ye yuko zake Zanzibar, anasema pamoja mwa, mwa mwi au sio? oh, yeah. Kapona anasema woyo, nipo kiwandani kama kawa kama dawa. Sogi, last born nipo na nyinyi mwanzo mwisho, the industry ni moto by the way. Tunakwenda kwenye kibreki kifupi sana, mm -hmm. tukirudi hapa yeah. bado kuna wana wengine wametokea na nini mm. Inabidi na wenyewe waweze kupigapiga stori na sisi kwa mm. lugha zetu tulizozoea sindio? Ndio Habibu K ukimchukulia poa. <laughs> mpaka saa sita. Niweza ikawa ni noma mu ndani sindio? Ameniita Sogi, niko na Da Boy lakini vilevile yuko mpish content, Razaki Hemedi, Kemi, TV DJ Matrix, bila kumsahau Da Boy sindio? yeah man, yeah. <laughs> nukta tano GD FM Kinondoni inasikiliza Y yeah. Fanya vile kauna tiuni Mjini FM 92.5 no, no. Burudani nazobali mbalimbali, michezo notelimika, aye maneno sigilibu, sidanganyi wala so stori za vitabu yote utayapata Mjini FM.